Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu sana katika jina kuu la Yesu Kristo. Karibu sana katika kipindi cha saa ya faraja katika Kristo. Tunakuletea ujumbe wa neno la Mungu utakaogusa maisha yako moja kwa moja popote ulipo na utakaokufariji na kukutia moyo mahali popote ulipo, ulipo unapotutazama. Na kabla ya mambo yote, ninaomba tufungue kipindi chetu kwa maombi. Baba tunakushukuru baba katika jina la Yesu. Mtakatifu, mtakatifu Bwana Mungu wa majeshi, mbingu na nchi zimejaa na utukufu wako. Pokea sifa kwa ajili ya nafasi hii na kipindi hiki ambacho Bwana kinaenda kwa ajili ya wa, kuwagusa watu. Na ubariki ubariki kipindi hiki, nyosha mkono wako, ubariki wote wanaotazama na wanaokusikiliza popote ulimwenguni, neno lako likapate kuenea kama ulivyosema, neno la ufalme likaudiriwa kote ulimwenguni Naomba ye Bwana likafike kote ulimwenguni na likaguse maisha ya watu wengi na kuwafungua vifungo vyao na kuwatoa kwenye mauti. Naomba ye Bwana wa majeshi, roho yako mtakatifu akavuvie ujumbe wa siku ya leo, ili sasa utakapoenda hewani ukaingie na watu wakauelewe. Amen. Na tunatoa sehemu ya nne ya nguvu ya damu ya Yesu. Damu ya Yesu inatutenga na wawakilishi wa miungu wanaofuatilia miungu hii ya kijeni na wawakilishi wake wanaofuatilia. Na ukisoma kile kitabu cha Kutoka sura ya kumi na moja mstari wa tano mpaka wa sita utaona jinsi Mungu alivyowatenga wa Israeli na wale wawakilishi wa miungu wa kule Misri. Lakini pia damu ya Yesu inatumiwa hukutenga na viti vya enzi inavyotumiwa na miungu hukukwamisha maisha yako. Kiti chochote kinachotawala kina kufunga kwa kiapo na kwa sadaka. Kiapo maana yake kinakufunga kwenye kila kitu na kufunga kwenye kile kiti, ili kwa damu yake. Sasa ukisoma kile kitabu cha Zekaria 9:11 utaona sasa damu ya Yesu ina uwezo wa kufungua kitu kilichofungwa, mtu aliyefungwa. Zekaria tisa kumi na moja inaeleza pale, ili kwa damu yake awafungue hao waliofungwa kwenye mashimo yasiyo na maji. Zekaria tisa kumi na moja ili kwa damu yake awafungue hao waliofungwa kwenye mashimo yasiyo na maji. Sasa unajua aliyetupwa kwenye shimo lisilo na maji kwenye Biblia ni nani? Mmojawapo ni Yusufu alipopelekea ndugu zake chakula wakiwa wanachunga, wakataka kumuua, walimtupa kwenye mashimo lisilo na maji. Kule kwenye kitabu wameandika sai, wanasema ni birika, lakini sasa ni shimo lisilo kuwa na maji na mahali popote. Uh, shimo lisilo kuwa na maji na kana ni mapepo na nguvu za giza. Kwa nini anasema katika lile neno, pepo mchafu amtokapo mtu, tafuta mahali pasipo na maji, akaenda akajifiche, aka hapa anajikusanya nguvu kisha anaotea tena kurudi, anarudi na wenzake wengine wabaya kuliko yeye saba. Sasa unapoomba na ukaachilia damu ya Yesu Kristo, kama inaweza kufungua watu walio kwenye mashimo, sasa nafikiri uwe umefika, ni wakati wa wewe kuomba na kuiachilia hiyo damu ya Yesu bila kubreki, bila kuogopa kwamba ni nini kitatokea. Wewe achilia damu ya Yesu Haijalishi unaona nini mbele yako, wewe nyunyuza na kuimwaga kwa nguvu nguu. Yani, chukua hata siku ya kufunga na kuomba na kuitia damu ya Yesu tu, utaona matokeo ya kutisha sana. Imimine kila mahali, sio nyumbani kwako, sio kwa watoto wako. Hata kama unaombea nchi, unaonaje kama tutamimina damu ya Yesu kwenye bendera ya taifa letu, au bendera ya taifa lako? Nini kitatokea ikiwa nchi itamiminiwa damu ya Yesu? Itaondoa kila roho za miungu zinazotesa hilo taifa itafungua watu waliofungwa na miungu kwenye hilo taifa. Kama ilifungua lio kwenye mashimo, basi inaweza kufungua hiyo yote aliyofungwa na. Damu ya Yesu inavyofungua na kukata minyororo yote, Yesu anaweza kufanya hivyo tukitumia damu yake. Na ukisoma ile zaburi ya 116 ule kwenye ule mstari wa kumi na sita anasema, Bwana umevifungua vifungo vyangu. Yesu ndiye, Bwana Yesu anaweza kupitia damu yake kufungua kifungo chochote kilichomfunga mtu kama wamekufunga majira yako yatafunguliwa kwa damu ya Yesu. Majira yako yanaweza yakafungwa, afya yako inaweza ya ikafungwa, eh? Utumishi wako unaweza ukafungwa, usisogee, usiende mbele. Lakini kwa damu ya Yesu tunaenda kuachilia leo, unakwenda kufunguliwa lakini damu ya Yesu. Ukisoma kwenye ufunuo wa Yohana sura ile ya pili, unaona inaeleza pia kwamba unaweza ukaketi kwenye kiti ambacho kinashikiliwa mahali na Shetani na wewe kaketi hapo. Kwa hiyo kuna viti vingine vya enzi vimewashikilia watu, pelekeni damu ya Yesu kwenye hivyo viti vya enzi vya Shetani. Unapomimina damu ya Yesu kwenye kiti, maana yake hiyo damu inamuondoa kwenye, inamuondoa huyo kwenye hicho, kwenye hicho kiti, na nguvu anayotumia kumshikilia kwenye hicho kiti inamuondoa. Kwa hiyo sisi tuimimine tu bila kujali nini wala nini, kwa sababu tumepewa damu ambayo ina nguvu kuliko damu yoyote duniani yenye thamani na nayokazifanya haraka kufanya kazi na kutenda. Sasa watu wa Mungu, hii damu ya Yesu tunapokuwa tunaielezea watu hawaielewi, lakini ukikubali kabisa kuanza kuomba kwa kutumia damu ya Yesu utaona mambo ya kutisha. Unajua, kama wewe ni mwanafunzi unasoma hauelewi, ufahamu wako umefungwa, bandika kile kitabu mkono, achilia damu ya Yesu. Bandika mkono mwingine kichwani kwa kuachilia damu Yesu. Ufahamu wako ukiguswa na damu ya Yesu. Kama kuna kifungo chochote kilichofunga ufahamu, kitaachia. Maandiko yoyote unayosoma nyunyuzia damu ya Yesu. Musa ukisoma katika kile kitabu cha Waibrania 9:22, anasema katika Torati, Musa alikuwa anatoa hisopo ananyunyiza damu mpaka kwenye vile vitabu, mpaka kwenye vyombo, mpaka kwenye hema yote. Sasa unalala kweli bila kunyunyuza damu ya Yesu Kristo? Na hiyo damu ndio inayolinda. Nyunyuza damu ya Yesu mpaka kwenye milango, mpaka mahali unapopumzika. Achilia damu ya Yesu, na usiiachilie damu ya Yesu tu kwa kufa ili ulale. Mimina mpaka kwenye kitanda, mpaka kwenye mashuka, mpaka kwenye mito. Mimina kila mahali kwa imani, na unapoimimina uamini kabisa kwamba kuna kitu kitakachoenda kutokea, na kinatokea kwa sababu damu ya Yesu inafanya kazi papo kwa papo, na inafanya kazi kwa kutamka tu. Yaani kitendo cha kuikiri damu ya Yesu tu inaanza kufanya kazi, inavunja miungu mbaya. Kwa hiyo ninaamini umeona kwamba hii damu ya Yesu ilivyo na nguvu. Kingine, damu ya Yesu inanunua nafsi zilizouzwa kwa miungu. Kuna nafsi za watu zimeuzwa kwa miungu mingine kwa sababu ya fedha. Na ukisoma Ufunuo tano tisa, anasema ulichinjwa ukamnunulia Mungu watu wa kila taifa, lugha na jamaa, ukawafanya kuwa wafalme na makuhani. Kama ana damu yake inaweza kununua, basi unaweza ukauzwa. Haiwezi kununua kitu, kitu ambacho hakiuziki. Damu ya Yesu inanunua kitu kilichouzwa. Kwa hiyo ujui ni ibada gani zilizofanyika huko kwenu zikakuuza kwa miungu mingine. Unapoenda kuomba kupitia hii damu ya Yesu Kristo, inakwenda kununua nafsi yoyote iliyouzwa kwa miungu mingine. Damu ya Yesu Kristo itakwenda kuinunua hiyo nafsi, na itarudi na ukisha inunua, Mungu anakuwa nayo na uhalali, nguvu nyingine yoyote inakosa uhalali na hiyo nafsi. Kasome Ufunuo Yohana ile sura ya tano mstari wa tisa na ukisoma katika Zaburi ya mia moja na sita kumi anasema kwamba akawaokoa na mkono wa mtu aliyewachukia na kuwakomboa na mkono wa adui zao. Kwa hiyo damu ya Yesu imebeba ukombozi, inakomboa, inakukomboa wewe, na itakomboa watoto wako, na inakomboa taifa lako. Hiyo damu ya Yesu ina uwezo wa kufanya hivyo na inafanya hayo yote kwa utukufu wa Mungu. Kwa hiyo kama ulikuwa hujaelewa, basi yule uipate. Lakini damu ya Yesu inatumiwa kukomboa lango la nyakati lililokamatwa. Ukisoma Kutoka kumi na mbili mstari ule wa kumi na nne anasema, na hii itakuwa ukumbusho kwenu, nanyi mtaitunza itakuwa siku kuu kwa Bwana. Kwa hiyo unaona, Mungu alivyowakomboa aliwaambia itakuwa ni mwanzo wa siku, siku ile walipaka ile damu. Kwa hiyo ukiachilia damu ya Yesu, majira yako kama yameshikiwa, yanaachiliwa. Kwa hiyo unapoomba, achilia damu ya Yesu tu kwa imani, utashangaa hata majira yako yanaachiliwa. Unaona, siku to inafa, inapita, hakuna ulichofanya na ukisoma kule kwenye Yoeli 2:25 utaona anasema nitakurudishia miaka yako iliyoliwa. Miaka ni nini? Ni mkusanyiko wa miezi, ni mkusanyiko wa wiki, ni mkusanyiko wa wa, wa, wa, wa, wa, wa siku siku ikipita kama hujafanya kitu chochote ambacho kimekuingizia kime matunda, imeliwa kwenye ulimwengu wa roho, imeliwa. Unapoenda kuomba na damu ya Yesu, Mungu anarejesha ile miaka ya mafanikio, miaka ya kustawi, miaka ya kuburudishwa. Ndio ma, majira ya mpya yanarejeshwa, ya, ni ya, ya kuburudishwa, kupewa raha, kustairishwa, kustareheshwa. Na katika kitabu cha matendo ya mitume 3:19 wameeleza kabisa uhaba, ukitubu na kurejea, zinakuja nyakati. Nyakati ni nini? majira mengine ya kuburudishwa eh? majira mengine ya kuinuliwa, majira mengine, majira mengine ambayo ni ya kuondolewa mavazi ya, ya, ya uzuri. Kule kwenye Isaya sitini na moja naeleza vizuri, muondolewe mavazi roho nzito, mpewe vazi la sifa badala ya roho nzito. Unapoachilia damu Yesu Kristo, kuna roho za uzito zitapotea, na utasikia roho ya wepesi. Na katika zaburi ile ya hamsini na moja inaeleza vizuri kwamba unitegemeze kwa roho she furaha ya, ya, ya, ya, ya wokovu, na kunitegemeza kwa roho ya wepesi. Kuna wakati wengine umeokoka, lakini unasikia uzito hata wakuomba. Anza kuita damu ya Yesu Kristo, kitembee tembea kwenye eneo unaloishi, zunguka hilo eneo huku naachilia damu ya Yesu, achilia damu ya Yesu Kristo kwenye mbingu, achilia damu ya Yesu kwenye ardhi hiyo, achilia damu ya Yesu mahali unapokaa kwenye nyumba.